Bwana awe nanyi. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya kumi na moja aya ya tano hadi ya kumi na tatu Yesu aliwaambia wafuasi wake: ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia Rafiki yangu nikopeshe mikate mitatu, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu, atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani amjibu akisema usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Nawaambia ya kwamba, ijapokuwa aondoke ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumuomba, ataondoka na kumpa kadiri ya haja yake. Nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe? Au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Au akimuona yai akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao. Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu, leo ikiwa ni Alhamisi ya juma la ishirini na saba la mwaka chee wa kanisa. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo inatualika tumwombe Mungu bila kuchoka, kwani kwa hakika atatusaidia kadiri ya mpango wake. Bwana wetu Yesu Kristu katika somo la Injili anawataka wafuasi wake wasali daima bila kuchoka. Ni wajibu wa wafuasi wa Yesu kujenga urafiki na Mungu katika kuomba. Yesu amesema hakuna rafiki anayemwendea rafiki mwenzake usiku wa manane na kuomba sana bila kupewa. Hivyo hivyo, wanadamu wakijenga urafiki na Mungu katika sala, kila watakachomuomba atawapatia, kwani yeye ni muweza wa yote. Mungu hawezi kumwacha anayeweka tumaini kwake. Yesu anatoa pia ufahamu jinsi Mungu anavyowapatia wanadamu kadiri ya mahitaji ya wakati, kama vile mtoto akimwomba baba mkate nyumbani anampatia; kwa baba wa mbinguni ni hivyo hivyo. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo inagusa maisha yetu, kwani kuna wakati tunaomba kwa kubipu, na kwa hakika hatupati. Kila mmoja anatakiwa sasa aombe kwa Mungu bila kuchoka na kwa hakika atajibiwa. Mungu anampatia mwanadamu anapomwomba, pale mwanadamu huyo ataonyesha moyo wa imani, yaani moyo wa kuomba bila kuchoka. Yesu anataka kuwafundisha wanadamu kuwa wasipende vitu vya haraka, kwa mfano kuomba na kupata hapo hapo. Tunaalikwa tutambue kuwa Mungu anatujalia kila kitu tunachomwomba, lakini anahitaji juhudi zetu pia. Kwa mfano Yesu alimwambia aliyezaliwa kipofu akanawe katika bwawa la Siloamu, na yule mtu alipofanya hivyo akapona, kama tunavyosoma katika Injili iliyoandikwa na Yohane sura ya tisa aya ya sita hadi ya saba. Je, kama asingeenda kunawa angepona? Daima tunaposali tujibidishe pia kwa kwa kutumia mapaji ya Roho Mtakatifu yaani hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mungu ili tuweze kupata mahitaji yetu ya kila siku. Mama kanisa anatufundisha kuwa tunaposali na kuomba jambo lolote katika maisha tuwe na subira, uvumilivu na tusiwe watu wa kutangatanga. Aliyeomba katika injili alisimama mpaka mwisho katika nyumba ya rafiki yake na akapata. Sasa hivi kuna wimbi kubwa la wenzetu wanataka wakiomba wapewe na Mungu hapo hapo. Baadhi yao wanataka uponyaji, mali, akili darasani na vyoo kwa haraka. Na baadhi wanawapotosha wakisema, njoo huku upate utajiri wa haraka, njoo upate choo kwa haraka, njoo uponye matatizo yako kwa haraka. Wapendwa wana familia ya Mungu, katika maisha yetu tumwombe Yesu, lakini tumwache Yesu atende kadiri ya mapenzi yake na siyo kwa mapenzi yetu. Kubalini kumpokea Yesu kama dereva wenu, na atawapelekeni katika kweli na mtafika salama, mkiwa na furaha, kwani yeye ni njia, kweli na uzima kama tunavyosoma katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya kumi na nne aya ya sita Mungu azidi kutulinda na kutubariki daima. Aliyekuletea neno la Mungu leo hii ni mimi Padre Richard Barnos wa Jimbo Katoliki la Moshi ninayefanya utume wangu kama paroko katika parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero Jimbo Katoliki la Lindi. Ninawatakia siku njema